Kawaida yake ilikuwa anaondoka jioni anaenda kwenye kazi zake za ulinzi, akisha akisharudi asubuhi basi anaweza labda akajiandalia chakula, baada ya hapo inawezekana asionekane tena. Kwa hiyo naona ndio maana imepelekea kuto kujua mapema, kwa sababu watu wakijua labda yupo kwenye shughuli zake za kawaida tu. Kuna feni leo karibia siku ya nne na unguruma, tukashangaa hii feni mwenyewe ameondoka, feni ameachaoni. Oh, baadaye nina harufu kali na hizi wanatoka, nikaambia wenzangu, tukaenda nyumba ya pili tukaazima ngazi, nikapanda juu nikaweka ngazi ndani nikapanda juu nikachungulia, kuna kitu kimesimama na juu kuna kamba ya neti amefungia, imempita shingoni. Majirani walikuwa hawajamuona kwa, kwa siku kama mbili hivi tatu, na wakawa wanasikia harufu ha, harufu mbaya kutoka chumbani kwake wakapata wasiwasi, kuna nini, wakaja wakatoa taarifa. Majira ya saa sita waaskari polisi walifika eneo la tukio na wakalazimika kuvunja mlango wakagundua kwamba Bwana Shaziri ambaye ana umri wa miaka 43 kitunika kwa kutumia kamba ya chandarua kile cha kujifunika mbu. Wito kwa wananchi wenzangu, e, basi wawe na kawaida asubuhi, lakini binadamu tu tunasema ujirani mwema wa kuweza kujuana hali, sababu huyu marehemu inaonekana amekufa karibuni siku mbili nyuma.